Mambo vipi? Leo nitakuelekeza jinsi ya kulipia kwenye hii application ya Banabel kwa kupitia mitandao ya simu. Kwanza kabisa, unabidi uchague mtandao unaenda kulipia. Kama ni Airtel Money, utachagua Airtel Money hapo, kisha utapelekwa kwenye sehemu ya kuingiza namba ya simu. Kwenye sehemu ya namba ya simu utabidi uingize tarakimu kumi tu. Inamaanisha inabidi uanze uandike namba yako kwa kuanzia na zero 07 au 06 na vyovyote namba yako ilivyo, ukishaandika utapelekwa kwenye sehemu utabonyeza lipia, utaenda kwenye sehemu ya kuingiza neno la siri, utaingiza neno lako la siri la Tilmani, uh, kisha hela itakatwa, utapelekwa kwenye peji nyingine inaofuatia, uh, ya kuposti bidhaa. Kama mtandao kama mtandao wako ni Mpesa, utachagua Mpesa, utapelekwa vivyo hivyo kwenye sehemu ya kwenye sehemu ya kuingiza namba ya simu utaingiza namba ya simu yako, kisha utabonyeza neno lipia. Ukishabonyeza neno lipia, utapelekwa kwenye sehemu ya kuingiza neno la siri, utaingiza neno la siri, hela itakatwa, utapelekwa kwenye peji inayofuatia ya kuposti bidhaa. Vivyo hivyo kama mtandao wako ni Tigo utachagua Tigo, utapelekwa kwenye sehemu ambayo utachagua Tigo tena Utaingiza namba yako ya simu kama hivyo, utaanzia na 07 utaanza na 255, utaingiza namba zako hapo. Ukishamaliza utapelekwa pia tena kwenye sehemu ya kuingiza password. Kama kawaida, utaingiza password yako. Uh, ukishaingiza ile yako itakatwa, utapelekwa kwenye peji ya bidhaa uh, vivyo hivyo kama unatumia Halotel uh, Halotel Utapele, utabonyeza Halotel utapelekwa kwenye sehemu, utachagua Halopesa. Ukishachagua Halopesa utapelekwa kwenye sehemu ya password, utaingiza password yako. Ukishaingiza hela itakatwa, utapelekwa kwenye peji ya kuposti bidhaa. Asante sana.